Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Itikio la kuingizwa kazini kuwa mkuu wa pili wa jimbo la Kilimanjaro Mashariki, tarehe ishirini na mbili mwezi wa sita mwaka wa Bwana elfu mbili ishirini na tano usharika ashen. Mheshimiwa askofu to, mheshimiwa msaidizi wa askofu Leo katikati yetu yuwepo mheshimiwa mkuu wa jimbo letu la Kilimanjaro Mashariki, waheshimiwa wakuu wa pili wa majimbo ambao tumetungilia na katika kufanya pamoja nasi katika tukio hili sana, wachungaji wenzangu wote walio katika shamba la Bwana, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana ifaji ikiwa inazingatiwa na wasalimu katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Na wasalimu katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Wale wote, tunamshukuru Mungu aliyeniita kwa huduma hii ya uchungaji katika shamba lake, kibali cha kutumika kwa muda wa mrefu kuambia jimbo hili, nimekuwa zaidi ya nyumbani kwetu. Kukumbuka nilipoanza huduma kabla sijawa mchungaji, mazoezi nilifanya jimbo hili mara ya kwanza, nikapangwa mshiriki wa jimbo hili la Kilimanjaro Mashariki na Bwana asifiwe. Amen. Mheshimiwa Baskofu io aliongozi wote wa elsi na sharika shirika leo

pendo na ninawaonga mnombe mishauri na mnielekeza upendo amai kwa upendo, ili nami niweze kumsaidia mkuu wangu wa jimbo kwa mapenzi hayo mema iononyesha. Ninaishukuru halmashauri kuu ya jimbo kwa kupendekeza jina yangu na kuonekana kuwa anaweza kutumika kwa nafasi wa wakati huu. Nina kushukuru uongozi wa Dayosisi kwa kuniona na kuchukua hatua ya kupeleka jina langu kwenye halmashauri kuu ya Dayosisi kujadiliwa na hatimaye. Nimeshukuru halmashauri kuu ya Dayosisi kwa kupendekeza jina langu kwa nafasi ya mkuu wa pili wa jimbo. Ninamshukuru mkuu wangu wa jimbo kwa kupokea kwa kunipokea kama msaidizi wake na kwa wangu kufanya kazi nami. Na kwa hiyo pamoja kunipa ushirikiano katika kipindi hiki cha kuteuliwa kwangu mpaka leo hii ninapendi wali asante sana. Ninawashukuru watumishi wote wa jimbo kupoka kwene uhela nifanye kazi zinani kama mteule alenichagua kwa kadiri ya mapenzi yake na kwa unyenyekevu mkubwa sifa heshima zikamrudie Mungu wetu. Nafahamu uongozi una changamoto zake, tena changamoto kubwa, lakini natiwa moyo na neno la Mungu kupitia Mtume Paulo, kwa Mtume Paulo wa Filipi sura ya nne mstari wa kumi na tatu. Maneno haya yanasema hivi, ninayoweza mambo yote katika yeye alijiaye nguvu. Kwa hiyo nguvu zangu zatoka kwa Bwana aliyeziupa mbingu aishi awazi. Wapendwa wachungaji wa Jimbo la Kilimanjaro Mashariki Tushikamane kwa moyo wa upendo ili kazi ya Mungu isonge mbele, ni pamoja na watumishi wengine katika shirika la kiwemo wa injilisti Pastors, warishovekazi wakatibu, washirika na watendakazi wote. Ninaomba mlibebe kwa maombi ili Mungu peke yake atukuzwe kupitia uongozi wangu. Wapendwa watumishi wa Bwana liofika katika ibada hii ya mwingizo kwangu kazini, nasema tena asanteni kwa kupenda kushirikiana nami siku ya leo, pamoja na zawadi mbalimbali nyingi ambazo metukatia kwa familia, metutia moyo na miakika beli kubwa la upendo katika mioyo yetu tunafikiri namna ya kulipa mpaka kuna watu wengine ambao wala sijawaambia, wametoka mahali wakafika, wamekitusha tegesi sana kwenye moyo wangu, wasikia tu wengine wamefika, Mungu wawaliki mwisho aesi wa umuhimu. Nachukua nafasi hii kumshukuru sana kumshukuru sana ya wangu mpenzi

aishaeiaone wapendwa, nawatakia baraka za Mungu katika utendaji wa kazi yenu. Mungu aendelee kuwatunza na kuwawezesha umoja wetu katika kanisa. Neno la Mungu kutoka Efeso sura ya sita mstari kumi: Kwa ugari, katika kwa ugari, katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Umoja Daima Media. Usiache kusubscribe, kulike na kukoment.